E, basi tunashukuru Mungu kwa bazalendo kwa, kwa kazi ambayo imefanya ugombola nani Katokota. Tunauhakika na uhakika e, ba, bataenda kukamata yote sawa sawa, na vile tunaona mwendo ambayo kazi yenye walitumia kwa kukamata katokota na ile mingine mingine, basi rudia nyuma baendelee mbele kabisa. E, kisha wakisha maliza ukamata ile maeneo yote Nyang'ezi tena yote, wanairudisha bafukuzie tu bakamate Bukavu. Sie tuko tunasema mara nyingi ya kwamba wazalendo wasiangalie guvernema ya Kinshasa, wasione, wasikilize maneno yenye bakinwa bako nayo basifuatilie bile vitu mambo yenye raisi ikwamo yenyi baministre bakwamo yenyi bageneral bakwamo basifuatane na bile vitu komandema ya guvernema ya Kinshasa bachane nayo. Tunamusi zaidi mheshimiwa ya kutumba bakina fok maike eh, antu kawa kina maeshe bale bote, bageneral bote, ba basalendo bajiweke pamoja, bajiweke pamoja kwa ajili ya kupambana hii vita bila kuangalia kuangalia aseme Kinshasa batabasaidia, bila kuangalia aseme kuna kuwa msaada fulani ambao itatokea mu gouvernement ya Kinshasa ile kidogo kidogo wako wanapata kupitia raia baikamate ba, kuwa ile njo msaada ambao tuko nayo ile njo tunasi wazalendo watumike naye. Mi najua wakati walikuwa ma, kila wa makundi ya wamaimai, hakuna msaada yenye ilikuwa inatoka Kinshasa kusudi basaidie, hakuna huko wenye walikuwa banachimba mazahabu maza banauzisha banapata masilaha, banapigana banapata masilaha, njo vile walikuwa wanaishi na njo vile, vile baendelee kupambana hii vita bila kuangalia guvernema ya Kinshasa. Njo bakiangalia guvernema ya Kinshasa, maana yake batamaliza na miaka na miaka. babukavu bako vilevile vile, bagoma bako vilevile vile. Hakuna siku batagombolaka ile mingine lakini bakijitoa kama vile wamejitoa kupambana vita ya Katogota kwa uhakika, tuna matumaini ya kwamba wanaweza kugombola na Bukavu na Goma, wanaweza igombola, wajikaze sana, na sisi wenye tuko mbali tutajikaza kuomba Mungu awatie nguvu, Mungu awe pamoja nao, wapate kushindana hii vita sababu wandugu zetu wanakufa wengi sana sana sana. Bukavu banakufa, Goma banakufa, na sio kule tu lenyi bako ngambo za, za uko Walungu, uko Kaziba bako banakufa, hata kale vilevile, hata uko Makavumo bako banauwawa bila kujua. Kumbe bandugu zetu njo wenyi tunatumainia, hatutumainia government kama wangeliwe ingeliwezekana, iau kujitokeze mmoja mwenye atakuwa lider wa hii vita, apambane hii vita. Nyuma ya kumaliza hii vita, asimama aambie guvernema, sisi am bila kuzungumuza na siyetokae kumeza hakuna komandema yenye mtakomande huku kwesti

Wanasema sema sawa wako pamoja na si na, kumbe bongo mtupu. Ni wagangi wanajua kama kwao wa, hakuna vita hakuna risasi hakuna mwenye hata kufa nanjo, maana hawana haba, susi hawana susi. Njo kusema kwamba sisi kama vile este, tunajua kama guvernema ya Kinshasa ilishatuuzisha zamani zamani zamani. Njo kusema kwamba batu ya este, basipo jigombola basipo jigombania basipo, hakuna musada yenyi tatokeaka kuvangala asembe batatusaidia. Na njo maana armema yetu iko feble sana, sababu inatawaliwa na banani na bangala baluba, njo wenyi wanatawala. Ile bakasaye njo wanatawala arme, huh? Tunateswa sana, sababu hatutawaliwe na watoto benyi wako kwetu Hakuna, hakuna hmm? komandema militere yote unakutana, hakuna mtu. Hatuna generale, hata moya hau, hatuna generale hatuna uchiri. Mwami mwenyewe alikuwa anasema hey, ni tretre ni tretre, wakati wamemaliza kumuua sinjo wanavamia Goma, ata balimuita tretre wakati wanamaliza kumuua njo wanakamata Goma.

na wako wana muwinda mpaka leo ataya ata kutumba naye wakawa na muwinda mpaka leo na wale wengine wako wanawindwa windwa tu usiku na mchana, lakini tuna Mungu tunayeomba usiku na mchana, atapana ushindi kuwazalendo na watapigania inchi na wataiokoa. Njo maana tukazane kabisa, tukazane, sansibilize sana wazalendo wapambane hivita. Mungu atawapa kushinda hii vita, sababu hivi wanakubali kutia Mungu mbele kwamba Mungu jwa ana, anawapa nguvu Mungu anawapa nguvu, na kwa kweli watapata ushindi. Bale bashenzi ba, ba, ba hawata faulu hii nje na hawata itawalaka. Njo vile papa Rajabu, tunashukuru sana eh, baachane na mambo ya kisekedi, baachane na vyake yeye, anajua vyenyewe kwamo anajua faida zake zenyewe kwa anaenda ana, ana yeye anajua, eh, si yetu tulishajua kama inchi este yayo ibalishaka isede zamani zamani zamani este balishaka isede eh, wakubana mtu natustrere amani ya kudumu itaonekana. Unaona este naenda kupata amani <laughs> juu wanajua kama masinyatiri zenye wakuwa na sinyeni za kutuuzisha, kutupana, kutuuzisha kabisa

njo huyo anatufikisha kuzero. Tunateseka, makongomani wanauawa usiku na mchana, wamama wanabakwa, vijana wanauawa na mpaka leo. Juu ya nini? Banatuvalisha mutu mwenye hakuzaliwa mwinchi, banamugeuza kuwa mwananchi gusudi atumalizi hii vyote ii mafanatizme yenye na kuaka mupei yetu ya Kongo. Ni shida kusia makongomani haifai kuwa fana wa mutu. Biblia inatuambia lainiwa naye mtegemea mwanadamu na kumfanya kuwa kinga lake, Yeremia kumi na saba mstari wake wa 5. Kama watu wabasomake Biblia sijui, mwanadamu ni mwanadamu, iko na mafeblese zake, iko na michoko yake. Wakati unamugeuza aseme njo atakuwe mugombozi, maana yake njo atakuwa ukuangamiza ukua, ukua, Mkombozi alikuwa mmoja ni Yesu. Hakuna mutu mwingine. Hmm? Batu wako wanategemea miungu, mwenyu uko nategemea kume ni Freemason. Mwenyu uko nategemea kume ni mchawi wa honivo waonivo. Mwenyu uko nategemea ni krimineli wa ajabu anakunywa damu za watu usiku na mchana.